Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amemwapisha Hemed Suleiman Abdullah kuwa makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar. Hemed ameteuliwa kushika wadhifa huo kwa mara ya pili katika awamu ya nane ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Mara ya kwanza aliteuliwa kushika wadhifa huo baada ya uchaguzi mkuu wa Novemba elfu mbili na ishirini makamu wa pili wa rais, pamoja na kuwa ndiye mshauri na msaidizi mkuu wa rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, pia ndiye msimamizi mkuu wa shughuli za kiserikali ndani ya Baraza la Wawakilishi. Hemed ameapishwa leo Novemba 8, 2025, Ikulu Zanzibar. Hemed ameahidi kuendelea kufanya kazi kwa bidii kubwa, uadilifu na maarifa yake yote kwa kushirikiana na viongozi wenzake wa chini ya uongozi wa Rais Mwinyi kuhakikisha malengo yote ya serikali kipindi cha kwanza inatekelezwa kwa mafanikio makubwa amesema. Serikali ya mapinduzi ya Zanzibar inayoongozwa na ilani ya CCM, ambayo kipindi cha kwanza miaka mitano ilitekelezwa kwa mafanikio makubwa hadi kuvuka malengo yaliyopangwa katika baadhi ya sekta kwa zaidi ya asilimia mia moja hamsini. Hii ni Masai TV, mtazamaji, lakini pia unakumbushwa kusubscribe, kulike, kukoment na kushare. Ilikuwa mwanafamilia wa Massae TV. Langu jina ni Diana Massae.